Mimi kama deputy party leader wa chama chetu cha ODM, chama kikubwa East and Central Africa, kando na zile zingine, nataka niseme nimefurahia mimi kufika hapa washingishwe. Hii mkutano itakuwa ni mkutano ambao tunaelezana, tutapeana kila sub county cha muhimu kabisa. Kenya hii yetu inawezekana, ndio ukweli, kuwa kama Singapore vile Rais William Ruto anasema. Kuna uwezekano, kando na Singapore, Kenya hii yawezekana ifikie hata China, nusu ya China. Uongozi mzuri na usimamizi wa mali ya umma vizuri utahakikisha tumejenga nchi yetu. Shida wale ambao wanapiga kelele, wale ambao unasikia wanapiga kelele kila mahali, oh, haiwezekani, Ruto anadanganya sisi, hapana. Ni kwa sababu tuna ukweli sisi kama chama cha ODM, kwamba kila kitu kinawezekana kwa uongozi mzuri. Kenya yetu, na mnisikize mzuri, mimi nimekuwa kansela nimekuwa mbunge miaka kumi. Leo hii mimi ni gavana na deputy party leader and everything, it is possible.